Mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yoshi Testimony TV yaani ushuhuda wa Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu tena kwa ajili ya kipindi hiki, sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Yohana batizaji akimshuhudia Yesu. Kipindi cha kwanza tumeona kwamba Yohana akimshuhudia Yesu kwamba amejaa neema juu ya neema, na kipindi hiki cha pili tutakuja kuona Yohana akimshuhudia Yesu kwamba mwanakondoo achukuae dhambi za ulimwengu, mwanakondoo achukuae dhambi za ulimwengu, na somo hili inapatikana kitabu cha Yohana 1 mstari wa 29: siku ya pili yake amwona Yesu amekuja kwake, akasema tazama, mwanakondoo wa Mungu achukuae dhambi ya ulimwengu Huyu ndiye alienena habari zake kwamba yuaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Wala mimi sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatizwa kwa maji. Sasa 32, tena Yohana akashuhudia akasema, nimemwona Roho akishuka kama huwa kutoka mbinguni, naye akakaa juu yake. Wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji, huyo aliniambia yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeuona tena, nimeshuhudia ya kuwa huyo ni Mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maneno matatu vitu vikubwa ambavyo vimezungumziwa kwenye hii mistari. Ya kwanza amezungumzia mwanakondoo achukuae dhambi ya ulimwengu. Kitu cha pili amezungumzia kwamba amemwona Roho Mtakatifu akija juu yake, na kitu cha tatu anasema huyo ni mwana wa Mungu. Tutaona hivi vitu vitatu hapo. Kinaanziwa kwamba yeye ni mwana kondoo achukuaye dhambi ya ulimwengu. Kama nilivyosoma kipindi cha pili, Yohana anakuja kipindi ambacho dunia ina uhitaji wa masihi, unahitaji msaada wa Mungu, unahitaji nabii, na Yohana anakuja anabatiza watu kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sawa so, na kitabu cha Marko sura ya kwanza kitabu cha Luka tumeona, kitabu cha Luka 3:22 Marko 1:10 Mathayo 3:16 tutakuja kuona pale Yesu ambavyo anabatizwa na Yohana Mbatizaji. Na Yohana Mbatizaji, sauti ya mtu aliyenyikani, kazi yake kubwa ni kutengeneza njia ya Bwana, ni kunyosha mapito na kuhubiri habari ya toba, lakini hapa namshuhudia siku ya pili yake, siku ya kwanza Wayahudi wamemfuata, wame wanamwambia, huyu ni nani? Tuambie habari zake. Asema, huyu bwana, huyu ni Yesu Kristo, ambaye amejaa neema juu ya neema, na mimi nimetumwa kutengeza njia yake. Huyu si Elia, huyu si nabii yoyote, uwezake ni mkubwa zaidi ya wote. Hapa anakuja kusema huyu ni mwanakondoo anayechukua dhambi za ulimwengu. Hapa Yohana anatambulisha kazi kubwa ambayo Yesu alikuwa nayo imemleta duniani. Yesu mwana wa Mungu katika sifa zote alizokuja nazo, Yesu alikuja kuwa mwanakondoo achukuaye dhambi za ulimwengu. Kitabu cha Isaya sura 53, Isaya natabiri mambo haya. Isaya 53 mstari wa kwanza nani aliyesadiki habari tuliyoleta, na mkono wa Bwana waliofunuliwa ni nani? Maana alikuwa mbele kama mche mololo na kama mizizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumonapo hana uzuri hata kumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajua sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zake; alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulidhani ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu ya kuteswa, bali ajeruhiwa kwa makosa yetu alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi kama kondoo tumepotea, kila mmoja njia yake. Huyu Isaya naye pia anakuja kuthibitisha agizo kubwa ambayo Yesu alikuwa nayo duniani. Yesu alikuja kazi kubwa aliyokuja kumwokoa mwanadamu na dhambi zake. Kama alivyosema hapa Yohana kwamba ni mwanakondoo achukua dhambi za ulimwengu. Isaya anakuja kumtabiri kwamba anakuja huyu mtu ambaye alionekana kama mche mololo. Mtu mwenye huzuni nyingi anayejua sikitiko lake. Mtu ambaye anakuja ni mpole, sifa ya kondoho. Sifa ya kondoo. Sifa ya mwana kondoo. Kama vile Isaya pia anavyokuja kumtamka katika mstari wa saba: Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekavyo machinjoni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele zao, mbele yao wakatao manyoya yake, naam hakufunua kinywa chake. Isara kuja naye kumtabiri, anatabiri jambo kwamba huyu Yesu mche mololo, alipigwa alionewa, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, kwa kupigwa kwake sisi tumepona, alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, sawasawasawa kama mwanakondoo aendavyo machinjoni. Ndivyo hivyo ambavyo Yohana mbatizaji anakuja kumtambulisha Yesu kama mwanakondoo achuae dhambi zetu. Mpendwa mtazamaji, hiki ni kipindi kwetu wa Kristo cha Pasaka tunachokumbuka kufa kwa damu kufa kwa Yesu Kristo na kupigwa pale msalabani, na mpaka wa Kristo wanaita Pasaka manake Passover ni sikukuu ni ambayo anakumbuka damu damu ambayo hii damu ilishatokea kipindi cha agano la kale, wana wa Israeli ambao walikuwa wanakumbuka damu ya mwanakondoo ambaye Mungu aliwapa maagizo ya kumuua mwanakondoo na kupaka katika miimo ya nyumba yao ili yule malaika anavyokuja kuua mzaliwa wa kwanza wayo way salama. Na hivyo hivyo Yesu akuja kutolewa kama mwana kondoo ambaye anakuja kuwa fidia ya wengi, anakuja kuwa dhabihu Agano la Kale alikuwa anatoa kondoo kwa ajili ya kuenda kutoa msa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, makuani kupeleka kwa ajili ya kutoa msamaha ya dhambi zetu. Yesu akuja kuonekana kama alivyotabiliwa kitabu cha Isaya, mche mololo hana umbo atamaniki. Hapa ndipo napopata majibu wayaudi, kwa nini hata Wayahudi wanamkataa kwamba huyu sio Kristo sio mwana wa Mungu. Hata pale alivyojaribu kumuuliza wewe ni nani, wewe ni nani, akasema mimi Bwana leo hii nitakuwepo katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anasema huyo anajifananisha na na Kristo, anajifananisha na Mungu, amekufuru. Lakini ni kweli, yeye ni mwana kondoo wa Mungu. Mungu aliruhusu aje kwa sura na upole na umbo la kawaida, ili tu aje kubeba dhambi zetu. Imanueli, Mungu pamoja nasi. Alikubali kuishi, alikubali kutembea na sisi, alikubali kula na sisi, akakubali hata mara mwisho kushiriki chakula pamoja, akaambia shirikini hii mkate na damu kwa kumbukumbu kumbu la kazi kubwa naenda kufanya. Kwa nini? ni mwana kondoo achukue achukuae dhambi za ulimwengu. Ndiye aliyenena habari zake kwamba uwaja nyuma yangu Alinenwa kwamba kuna mtangulizi wake Yohana Mbatizaji atakuja kuweza kuhubiri kuhusu ondoleo la dhambi, lakini Yohana alikubali kwamba ubatizo peke yake hautoshi kuondoa dhambi, mpaka mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi aje achukue dhambi za wote ulimwenguni, achukue dhambi zako. Mpendwa, napenda kukuambia habari hii njema kwamba Mstari wa 31 anasema wala si mimi, sikumjua, lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli, ndiyo maana mimi nalikuja nikibatizwa kwa maji. Alikuja kubatizwa kwa maji, lakini aliyetumwa halisi kuthibitisha hiyo kazi kwa wana Israeli ni Yesu mwenyewe. Na hata leo nakwambia, aliyetumwa kudhihirisha ukombozi wa dhambi zako, msamaha wa dhambi zako ni Yesu mwenyewe. Unaweza kuwa umepambana kushinda dhambi. Umepambana kukwepa mambo ya dunia. Umepambana kuweza kuachilia mambo mabaya ambayo amekushikilia muda mrefu na amekuwa mzigo mzito wa dhambi. Dhambi ni utumwa. Dhambi ni furushi. Dhambi ni mzigo mzito ambao mtu ukiubeba unakulemea. Dhambi unakondesha. Dhambi unachosha hata mwili wako, unachosha hata roho yako. Ndo maana mtu mwingine anakosa kuwa na amani. Dhambi inamfanya afanye mambo ambayo ataki kufanya. Unatamani kuacha kitu fulani, unaona tu dhambi inakuvuta, maana dhambi ni sumaku. Na mshahara wa dhambi Biblia inaniambia ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele Warumi sita, hiyo sasa dhambi inakuja kuwa na solution, dhambi inakuja kuwa na msamaha, dhambi inakuja kuwa na solution. Nani? Mwana kondoo wa Mungu pekee anachukua dhambi zetu, dhambi zetu zinachukuliwa na mwana kondoo Yesu Kristo, dhambi zako zinawekwa pale msalabani. Na hivyo hivyo, Yesu hata baada ya hata kabla ya kupigwa alivyokuwa na wanafunzi wake, akasema kunyweni hiki kikombe kwa sababu ni kuishara ya damu yangu iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika, damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Na huyu mwanakondoo anakuja, anakufa, anapigwa msalabani, damu na maji inatoka, ishara kwamba kazi yake imekamilika ya kuweza kumwokoa mwanadamu lakini pia sura thelathini na mbili tumesoma tena, Yohana anashuhudia alipokuwa anambatiza Yesu, kuna ishara ilitokea pale, Roho Mtakatifu akashuka akamjia juu yake. Oh, akasema huyu ndiye anayekuja kubatiza kwa Roho. Utasema, mtumishi, una maana gani? Kubatizwa na Roho ina maana pale unavyomkiri Yesu Kristo kwani Bwana Mwokozi wako kwa moyo wako unavyoamini roho Mtakatifu anakuja ndani yako, anafanya makao ndani yako, na akifanya makao ndani yako, akili yako, nafsi yako na maisha yako yanaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, na ukiweka bidii zaidi ya kutaka kuishi maisha ya matakatifu kama alivyosema Roho Mtakatifu, maanake maisha yeye ni mtakatifu kama alivyosema Mwana Kondoo achukuaye dhambi zako, akichukua ah, dhambi zako anakuacha ukiwa mtakatifu. Na kama ni mtakatifu roho wake ambaye alikuja kuonekana kipindi kile cha kubatizwa, akamthibitisha kuwa ni mwana wake, huyo huyo anaingia ndani mwako, ndio huyo ambaye Yohana anasema ajaa nyuma yangu atawabatiza kwa Roho. Yeye anakuja ndani yako, anakujaza Roho Mtakatifu, anaingia ndani mwako, anakufanya kiumbe kipya. Yohana 7 mstari wa 38, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mstari wa 39, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yesu akuja kuambia, akapaza sauti yake, mtu yote akiona kiu aje anywe kwangu, anaaminie mimi, mito ya maji itatoka ndani yake Anasema maanake, kuna fuliko la maji ya Roho Mtakatifu, kuna kubatizwa kwa maji ya Roho Mtakatifu. kwa nini hili? Anasema alinena habari ya Roho Mtakatifu na huyoyo Roho Mtakatifu yupi? Ndo yule ambaye alionekana siku ya kubatizwa, ambayo Yohana anamthibitisha kwamba hajai nyuma yangu atabatiza ninyi kwa roho na moto. Roho ni nini? Roho Mtakatifu atakuja ndani yako, atatoa kiu ya dhambi, kiu ya mambo mabaya, kiu ya uharibifu kiu ya mambo maovu anayatoa, na ukimwamini yeye anakuja kukupa mito ya maji ya uzima, mito ya maji ya burudiko ya roho mtakatifu, yanaingia ndani mwako, anakufanya kiumbe kipya, anakusafishwa kwa maji hayo. Yohana anabatiza katika mwili huu, lakini Yesu anaanza kukubatiza kwa maji yake ya roho mtakatifu, ndani ya roho yako, anakata kiu ya dhambi, anakata kiu ya sigara, anakata kiu ya, ya maovu kiu ya uasherati kiu ya ulevi kiu ya ya, ya, ya ya kila uchafu wa dunia anaukata, anakupa mito ya maji yanabubujika ndani yako. Alizungumza habari ya roho mtakatifu. Ndo huyo mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi zetu. Baada ya kuchukua dhambi zetu, anakupa roho mtakatifu, anaishi pamoja na wewe, anakutengeneza, anakubadilisha anakufanya kiumbe kipya na wewe unakuwa rafiki wa Yesu kwa sababu unakuwa mtakatifu na Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako. Pendwa mtazamaji, napenda nikutie moyo. Kama una dhambi yoyote, Isaya asema hata dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Hiyo kazi inafanywa na Roho Mtakatifu kupitia Yesu Kristo ambaye amemwaga damu yake kwa ajili yako. Kama utafurahi na utakuwa tayari kumfuata Yesu, fuatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, samee dhambi zangu nilizozitenda kwa kujua ama kwa kutokujua. Mwana kondoo uchukua dhambi za ulimwengu, leo nakupa dhambi zangu zote uzichukue, unifanye mwana wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazaret. Naomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki. Karibu Yoshi Testimony TV. Amen.